Na mtazamaji wa Daily News Digital ni katika uwanja wa Amaan Complex e, visiwani Zanzibar. Hapa ni katika kisiwa cha Unguja na unayoona ni mazoezi ya wekundu wa Msimbazi Simba ikiwa ni mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wao wa fainali ya pili ya mchezo wa fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika ambapo Simba wanaingia katika mchezo huu ukiwa na kumbukizi ya kupoteza uh, uh, kwa mchezo wa kwanza uh, pale nchini Morocco kwa mabao mawili kwa sufuri, lakini kama ambavyo wamezungumza asubuhi hii kulekea katika mchezo huu uh, viongozi wa klabu ya Simba kocha Fadlu Abdurrahman Davids lakini pia eh, nahodha msaidizi wa Simba Shomari Kapombe, wote kwa pamoja wameeleza namna gani wanauhitaji mchezo huu, namna gani wanaamini kwamba wana nafasi ya eh, kurejesha walichokipoteza katika mchezo eh, wa kwanza. Lakini pia eh, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali anasema hata kama wangelipoteza mabao kumi bado wanaimani timu yao itarudi ita, ita, katika ubora wao na kunyakua kombe hili ambalo mara ya mwisho walicheza mwaka 1993 na, na kupoteza mchezo huo. Hivyo hii ni sehemu ya historia kwa kizazi cha sasa. E, ni wengi kati ya wachezaji wanaocheza wana sasa Simba Sports wengi hawakuwa wamezaliwa miaka hiyo, ama wengine walikuwa wadogo sana kiasi cha kuto kujua hali ilikuwaje. Lakini hivi sasa wanadaiwa e, kutengeneza historia yao lakini kuvunja e, kile ambacho walikifanya wakubwa wao. Hapa ni ndani ya uwanja wa Amaan Stadium, na hii ni Daily News Digital.